Kwa majina anaitwa Samuel Majuto Mwinuka diwani wa kata hii eneo tulipo. E, leo ilikuwa ni siku ya kikao cha Kamaka ambacho wajumbe wote wa Kamaka tulikubaliana kukutana hapa shuleni, lakini ajenda kuu kubwa sana ilikuwa ni kuzungumzia maendeleo yetu ya shule. Shule hii kama walivyosema wenzangu imeanza ina miaka sasa takribani miaka kumi lakini changamoto haziwezi kuisha siku moja. Kwa hiyo katika shule yetu tumezungumzia mambo mengi, jambo la msingi sana ni kuzungumzia taaluma ya wanafunzi wa kata hii ya Ndanto, lakini jambo la pili, taaluma nayo inaongozana na miundombinu ya shule. Kwa hiyo tumezungumza mambo mengi, lakini la msingi zaidi ilikuwa ni suala la taaluma hapa ilipo inasogea mbele zaidi kutokana na changamoto ambayo ipo kutokana na miundombinu hiyo ambayo ilikosekana shuleni. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru wenyeviti wa vijiji kwa sababu ndio naunda. kamaka tulizungumza mambo mengi na miongoni mwa mambo ambayo yalizungumzwa huko nyuma ni pamoja na mimi, katika nafasi yangu ya udiwani, niliahidi niliahidi kuhakikisha kwamba ndani ya miaka mitano tunajenga uwanja tunajenga hosteli tunajenga madarasa. Hii shule tulianza na madarasa kwa kujenga sisi wenyewe kama wananchi, lakini nilivyoingia madarakani kupitia serikali ya mama Samia Suluhu Hassan tumejenga madarasa kupitia fedha ya serikali. Tuliletewa fedha isiyopungua milioni themanini na tisa ikajenga madarasa, lakini pia katika kata yetu tukaletewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kwa hiyo katika miongoni mwa vitu ambavyo niliviahidi kuvifanya kupitia serikali kuu kwa maana kwamba kama mwakilishi wao kuwakilisha tumepata kituo cha afya na madarasa, lakini vile vile tuliahidi kujenga bweni. kwa sababu tulikuwa na changamoto ya ujenzi wa kituo cha afya kwa sababu haya maeneo shule haina maeneo, lakini kupitia haya maeneo ambayo ni ya wananchi hawa wananchi ambao wanajipatia kipato chao wamechangia kupata haya maeneo kwa hiyo swala la bweni lilileta shida kidogo, kwa sababu tulikuwa bado tuna maeneo. Baada ya kupata fedha, tukachangishana fedha, tukanunua maeneo, tumeanzisha sasa hilo zoezi. Bweni litasimama mwaka huu, ambalo litasaidia wanafunzi kuwepo hapa shuleni badala wanafunzi kurudi majumbani. Lakini vilevile, niliahidi swala la uwanja. Swala la uwanja nafikiri wengi wameshayasema hapa, na ninyi mmeona hapa nyuma hapa na greda ambalo lipo hapa kwa ajili ya kufanya kazi hii hapa. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nimeviahidi ndani ya miaka mitano, lilikuwa ni swala la muda tu sasa. Kwa sababu kazi hii imeanza, ninaamini watoto hawa walikuwa na matamanio makubwa sana ya kupata elimu nzuri, lakini pamoja na swala nini mi? la michezo, lakini kupitia Kamaka ya Ndanto, wenye viti pamoja na wananchi wenyewe waliotoa maeneo yao haya, hata kwa fedha kidogo ambayo tunawafidia imeleta chachu kubwa kwa wanafunzi hawa. Ndio maana nilikuta hapa kuna watoto wengi wana matamanio ya elimu. Kwa hiyo kupitia hizi changamoto ambazo zilikuwepo sasa zinaenda kutatuliwa na elimu inazidi kusonga mbele. Kwa hiyo niwaombe sana wanafunzi, kupitia fursa hizi mlizozipata mkahamasishane pamoja na wale watoto ambao wamekuwa wavivu kuja shuleni kwa sababu tu wengine wanapenda michezo. Sasa jambo hili limekwisha kwa, kwa majina naitwa Noel Alfred Mng'ong'o mimi ndiye mtendaji wa kata ya Ndanto lakini mimi ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kata ya Ndanto. Ah, siku ya leo ni siku ya kipekee sana, ni mshukuru Mungu kwa makubwa aliyowafanya leo, lakini pia niwashukuru sana wenye viti wa vijiji pamoja na wenye viti wa vitongoji na wadau wote ambao kwa umoja wao walikubali mwaliko tuliowapa na lengo kubwa la mwaliko ni kufanya kamaka na hii kamaka tukakubaliana na kamaka ifanyike uh, eneo la tukio ambako ni shule ya Ndanto sekondari. Kulikuwa na changamoto nyingi ambazo tuliziona walimu wanazo ambazo nyingine zi, zi, zi, zi kwa namna nyingine zilikuwa zinawavunja moyo, wanashindwa kutekeleza majukumu yao kwa sababu ya ule umbali ambao tulikuwa nao. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Diwani wa kata hii kusita na aliona ni vyema kwamba ikikao kalikeuku na mafanikio makubwa ambayo leo yamepatikana, kwamba kero nyingi ambazo zinasababisha mambo ya elimu ya songe mbele leo zimeweza kutatuliwa. Hao wenyeviti wamebeba majukumu, tunakwenda kufanya shughuli nyingi sana. Shughuli mojawapo ni ujenzi wa, wa, wa hosteli, ili watoto wetu wawe salama kabisa, na lengo la hosteli ni kupunguza ule utoro wa rejareja ambao ni sumu kwenye mafanikio ya ufaulu. Tumezungumzia habari ya vyakula kama alivyoongea wenzangu, aa, ilikuwa ni kwa asilimia chache, lakini tumekubaliana kuanzia sasa wananchi hawa watafanya yale ambayo wenyeviti watawaelekeza. Lakini kubwa zaidi kuliko yote leo, pia mbali na mambo ya elimu, tumegusia mambo ya afya pia, kwa sababu afya inakwenda pamoja na elimu. Tuna kituo chetu cha kata, kituo cha, cha, cha kata Ndanto. Uh, tumekigusia, tumeweka mambo mazuri, kama leo ilikuwa ni tamu sana lakini kubwa lao leo, shule hii toka ianzishwe ina, ina takriban miaka kumi haijawahi kuwa na harufu ya uwanja. Lakini leo kwa vichwa hivi, kwa maana kwa Kamaka hii ndani ya masaa machache imefanikisha kupata uwanja, na kama unavyoona mtambo uko hapo unaokula fedha kwa masaa machache, lakini Kamaka hii kwa umoja wao imebeba. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi hawa, lakini pia niwashukuru sana wananchi wakata ya Ndanto ambao waliwaamini viongozi hao, hakika hawakosea kuwachagua, wapo kwa ajili ya kufanikisha maendeleo haya. Kwa hiyo mimi kama mtendaji kwa maelekezo ambayo pia nimepewa na Kamaka, nitayasimamia kwa muda mfupi, tuone mambo yote yanakamilika kwa wakati. Aa, kwa majina anaitwa mwalimu Makatobe, ndiye mkuu wa shule wa Ndanto ambaye na, na wiki moja hii ni wiki ya pili. Nitumie nafasi hii kwanza kushukuru uongozi wa kata Ndanto kuanzia mheshimiwa diwani ndugu yetu Ruvanda kwa kazi nzuri ambayo wameifanya leo. Tulikuwa na kikao hapo cha Kamaka ambacho waliomba kwamba tukifanyie shuleni ili kuangalia changamoto za shule yetu toke mianzisha na changamoto gani. Niwashukuru sana wenye vitu wa vijiji wote, vitongoji, wadau mbalimbali kwa jinsi ambavyo wameweza kujitokeza. Tumeongea mambo mengi kwa habari ya elimu, tumeongea kwa habari ya ufaulu, kwa habari ya mabweni na tumeahidiwa kwamba mabweni yataota kama uyoga ndani ya mwaka huu. Tutajenga mabweni kwa ajili yetu kukaa shuleni wanafunzi. Malioneje, liko vizuri eh? Kilio lakini pia uh, cha wanafunzi wa Ndanto pamoja na walimu kikubwa, kwa miaka mingi ilikuwa ni issue ya uwanja. Tulikuwa hatuna uwanja, uh, kwa maana ya viwanja mbalimbali kwa ajili ya michezo. Leo hii kama mnavyoona, wanafunzi wamefurahi Tunaweza kupatiwa uwanja ambao haukuwa eneo la shule. Kwa hiyo, huyu mwenye uwanja amepewa fidia ili aweze kupisha kwa ajili ya kujenga viwanja mbalimbali. Hapo tutapata uwanja wa football, wa netball, wa basketi, lakini pia riadha. Mungu awabariki Ndanto ya kwetu wote, tuendelee kushikamana na kuendeleza Ndanto yetu. Kwa Steven Mwambepo, afisa elimu kata wakata hii ya Ndanto Kipekee ninashukuru sana Kamaka, maana umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa, kwa msingi huu michezo ikikaa vizuri, taaluma itakwenda haraka sana kufikia malengo ya kitaifa, kimkoa, hata kiwilaya. Asante mheshimiwa diwani, mtendaji na Kamaka kwa ujumla. Jina langu naitwa Kristo Nifanolitweve, ni, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nzunda. Uh, kijiji hiki kipo kata ya Ndanto. Leo tulikuwa na kamaka hapa kwenye shule yetu ya sekondari ya Ndanto. Tulikuwa tunajadili mambo mengi hususani yanayohusu shule yetu ya sekondari. Tumejadili hasa swala la taaluma shuleni kwetu. Tumejadili chakula watoto wetu. Lakini pia tumejadili swala kubwa la michezo kwenye kata yetu hii ya Ndanto. Jambo ambalo lilikuwa linasumbua zaidi ya miaka nane lakini leo baada ya majadiliano tumekubaliana kwamba tuanze ujenzi leo na sio kesho, na tumeshaanza kama mnavyoona. Leo magreda yapo hapa, lakini na wanafunzi wapo hapa kwa ajili ya kuendeleza hiyo kazi. Kwa hiyo tunasema kwamba wadau wote wa michezo karibu Ndanto, na vilevile watu ambao wanaweza kuchangia hili swala wajitokeze kwa ajili ya kuchangia, tuendeleze uwanja wetu. Majina, naitwa Emmanuel Sanga, ndio mwenyekiti wa kitongoji cha swila kilichopo katika kijiji cha Mzunda kata ya Ndanto. Leo tulikuwa na kikao cha kamaka ambacho hicho kikao kimeshirikiana pamoja na walimu wa shule ya ya sekondari ya Ndanto. Tumejadili mambo mengi sana ambayo yanahusu shule yetu, ikiwa ni pamoja na maradhi kwa ajili ya wanafunzi, lakini pia tumejadili kuhusiana na miundombinu ambayo ilikuwa mipungufu katika shule yetu ya Ndanto. Vile vile katika ajenda ambazo tuko najadili nazo ni kwamba madarasa mengi, yale mabweni ambayo sasa kulikuwa na upungufu wa madirisha, ambao wanafunzi ambao wanalala mle walikuwa wanapata shida sana kupigwa na baridi. Lakini tunashukuru sana wadau e, katika ile fedha ambayo tulikuwa tunatafuta pale pale me, imepatikana kwa michango ya wadau. Kwa kweli sisi tunashukuru sana, lakini pia ni kero ya muda mrefu sana kuhusiana na uwanja wa shule ya sekondari e, vijana huwa wanapenda sana michezo, lakini ilikuwa ikifika kila kipindi cha michezo huwa wanasafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuata uwanja leo tumeweza kufanikisha kwa jitihada kubwa sana za mheshimiwa Diwani ambaye hapo tunavyokuona hapa ilikuwa ni shamba la, la mwananchi ambaye amekubaliana kwa moyo mkunjufu kabisa kwamba nalitoa hili shamba eh, kuweza kuipatia Kamaka, na Kamaka tayari imeshaanza kufanya zoezi la kutengeneza huu uwanja. Wanafunzi wapo hapa, lakini pia hata vitendea kazi kama majireda yapo. Kwa kweli kikubwa tuweze kushukuru sana sana Mungu kwa hizi jitihada ambazo kwa siku ya leo zimeenda kufanikisha. Kwa majina yanaitwa Masori Shay Rwanda mwenyekiti wa kijiji cha Tokera. Ni mwenyeji wa kijiji hiki. Nimetokea kwenye kikao cha Kamaka, umekaa masaa kama matatu, tumejadili mambo ya Kamaka na kuhusu uwanja wa, shule wa, wa, wa mpira. Tumekuja hapa kwa ajili ya mambo ya uwanja wa mpira. Tumekwenda kumshukuru mheshimiwa Diwani kwa kazi kubwa aliyofanya mpaka kupata uwanja huu. Na Mungu ambariki sana. Na kazi iendelee. Tunataka uwanja watoto wetu wasiteseke. Waende na kwa sababu kuna mchezo alikuwa hawana. Karibu miaka kumi uwanja wa mpira haupo. Kwa leo tumeamua kwamba tulete greda, ifanye kazi na kazi na iendelee. Na washukuru sana. Kwa majina naitwa Zawadi Moses Ngogo. Nimetokea kwenye kijiji cha Goye. Nimekuja hapa kwenye shule ya sekondari ya Ndanto kwa lengo moja tu, leo tukua na kikao hapa kama Kamaka kuongelea habari ya maendeleo ya shule yetu ya Ndato mahali hapa ambapo tupo, baada ya miaka karibia zaidi ya nane tulikuwa tunapata changamoto ya uwanja wa mpira. Namshukuru Mungu siku hii ya leo tumefika hitimisho. Leo tunaanza kutengeneza uwanja wetu wa mpira wa shule ya sekondari ya Ndato. Nashukuru sana. Kwa kifupi, nisiwe na maneno mengi, namshukuru sana Mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wangu wa kata. Asante sana.